lakini pia wilaya isimamie fursa zilizopo ndani ya wilaya kuwaruhusu wananchi kushiriki kwenye kujiendeleza kiuchumi. Najua kuna wakulima na wafugaji, na nayo pia ni sekta ya uchumi mzuri. Maeneo haya tumetoa wigo mpana, watu wafanye shughuli zao, ili kila mmoja aweze kuwa na uchumi wake.